Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna siku alikuwa amekaa na sahaba zake pembeni, alikuwa mtoto amekaa. Bwana Mtume alikuwa na kinywaji anakunywa. Sasa wakati anataka kukigawa kinywaji kile kwa sahaba zake, sahaba zake, sahaba wakubwa wazee walikuwa kushoto kwake, Mtume kulia alikuwa kijana mdogo, hadithi zinatwambia hivyo. Mtume akauliza kumuuliza yule mtoto Mana, mtume kanuni namwambia, al-ayman fal-ayman, Kana yujibuhu tayamunu fi amrihi kulli. Mtume anapenda kulia kulia. Sasa ili kinywaji atoe kumpa mtu, ampe aliye kulia, lakini kulia yupo nani? Mtoto. Wazee wako kushoto. Sasa akisema anawapa wazee, amevunja kanuni yake ya kulia kulia, amerudi kushoto na yeye alikuwa anapenda kulia kulia, aliamini sasa. Mtume akarudi kwa mtoto akamwambia, ya gulam atadhanu lia an utia haulai lashyakh alshuyukh. Unanipa ruksa kijana, nianze kuwapa hawa wazee, nipe ruksa, naomba mtume. Anaomba ruksa kwa mtoto, kwa sababu hii ni hadhi nasibo sehemu yake hii lakini, sasa isije kwake iende kwa wazee. Na yule kijana akasema, ya Rasulullah, lan uthira bi nasibi ahadan min Rasulillah. Sehemu inayotoka kwa Mtume nimpe mtu? Simpi mtu yoyote, hata kama mzee. Naomba mimi sehemu yangu ya Rasul. Na huyo mtoto amejifunza mengi tena kutoka kwa Mtume, anakaa na wazee, anasema hawai mtu yoyote kunichukulia sehemu ambayo inatoka kwa Mtume ati nimwache yeye kwa sababu ni mzee? Hapana, nipe mimi ya Rasulullah. Sawa basi, wazee mtanisame. Kijana haki yake akapewa, akapewa. Wanasema shurahul hadithi baadhi ya kwamba huyu kijana alikuwa Abdullahi bin Abbas. Abdullahi bin Abbas tunamjuaje sisi Waislamu pamoja na elimu zote, na ndio maana kapata dua Allahumma faqihu fi din, kapata dua kwa sababu ya kukaa kaa na wazee Kawa na watu wazima, hekima akazidondoa. Ameondoka pale ni mtu anategemewa, bali katika Uislamu anaitwa habrul umma, mwanachuoni wa ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam.